Ni moja tu kuangalia namna ambavyo mmeupokea huu mradi na namna ambavyo mmeutekeleza. Kwa hiyo tumefika kuona kama kazi tuliyokuwa tumekubaliana na bahati nzuri mwakilishi wa mkurugenzi wa wilaya hapa anazungumza historia, namna hizi fedha zilivyokuja kwenye kata yetu hii na ni kawaida na ni jambo jema kwa mtu ambaye umekubaliana na wenzio kwamba tunatoa hizi fedha kutoka serikalini kupitia TASAF kujenga kituo cha afya kikubwa chenye huduma jema, basi na wewe ukafika ukaona hicho kitu ambacho mlikuwa mmekubaliana kimefanyika, na kwa maana hiyo ni washukuru sana sana kwa kazi nzuri ambayo mmefanya. Kituo cha afya kwa maana ya majengo kinapendeza sana, maeneo mlipochagua kijengwe panapendeza sana na nasikia maji siyo tatizo, umeme sio tatizo. Kwa hiyo ni matumaini yetu kabisa kwamba hiki kituo kitatumika kwa madhumuni ambayo tumeyakusudia. Kwa kweli, nawapeni hongera sana sana, nawapeni hongera viongozi wakijiji ame ni wakata wa kijiji wote na wananchi na bila kuisahau CMC. Kazi ilikuwa ni ngumu kusomba mchanga kama alivyoeleza kutoka huko unakopatikana kuja mpaka hapa kwenye hii kata yetu, kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha na, niwaombe kazi iliyoko hapo bado, naomba mwendelee kujitolea mwendelee kufanya kazi kwa juhudi kwa ajili ya manufaa yetu sisi tuliopo leo, lakini pia na wale wanaokuja. Mmetaja vijiji ambavyo watu wanakaa mbali sana na eneo ambako huduma za afya zinapatikana. Kwa hiyo, niwaombe sana sana tuendelee kuhakikisha kwamba hii kazi inakamilika. Tasafu hii tulionayo inakamilika mwezi wa tisa. Kwa hiyo hizi fedha ikifika mwezi wa tisa, hakuna fedha yoyote itakayopatikana kutoka TASAF. Lakini pia mkishakamilisha hivyo vifaa kuviweka mahali ambapo vinahitajika, wenzetu wa Tasafu makao makuu watatuma wawakilishi waje waangalie fedha ambazo mlikubaliana mwanzoni ambazo ni milioni kiachia ile asilimia kumi ya wananchi wanaojitolea. Kwa hiyo wataangalia kwa sababu ya mahali, mahali penyewe ambapo kituo cha afya kinajengwa, gharama ya kusomba mchanga ya hapa tulipo na gharama labda ya kijiji ambacho kiko katika barabara ya Dar es Salaam Dodoma ni tofauti sana. Kwa hiyo watakuja wafanye tathmini ili kuona ni kiasi gani ambacho kinahitajika kuikamilisha kazi ambayo tulikuwa tumekubaliana katika jitihada ya kuboresha utoaji wa huduma ya afya katika kijiji, kijiji hiki, Serikali ilitoa fursa kwa wananchi kuomba na kuibua miradi mbalimbali na hivyo kufanikiwa kuibua mradi wa ujenzi wa kituo cha afya unaojumuisha miundombinu ya majengo nane ambayo ni jengo la maabara, jengo la afya ya mama na mtoto, jengo la upasuaji, jengo la kufulia, jengo la nyumba ya watumishi wa afya mbili kwa moja kihehe tu ni wani, jengo la kuhifadhia maiti, jengo la wagonjwa wa nje na jengo la kuchomea taka. Mradi huu uliombewa kiasi cha shilingi milioni mia nane thelathini na nne elfu na kumi na moja, milioni mia nane themanini na nne elfu mia tano na arobaini na senti tisini na moja, ambapo katika fedha hizo shilingi milioni mia saba hamsini na nne, mia tisa ishirini na tatu elfu, mia tatu na arobaini na senti tisini na nane ni fedha kutoka TASAFU na shilingi milioni sabini na tisa na themanini na nane na mia mbili ni mchango wa nguvu wa nguvukazi ya jamii. Ninakaa hapo karibu, mama yeyote wa maeneo haya ambaye atapoteza mtoto kwa kuto kujifungulia kituo cha afya ni uzembe. Sasa kwa kuwa tumepewa kituo na viongozi wetu, tunao tunashukuru sana, tunashukuru sana sisi kama wamama, wababa wanashukuru, lakini kituo hichi tumeonwa sana wamama kwa shughuli ambazo tunapata shida katika kujifungua, pia watoto viliniki ni mbali, unakuta mama mwingine haendi kliniki kwa wakati kwa sababu ni mbali, hana hela ya kwenda kumlisha mtoto chakula kule, bora abaki nyumbani ili amhudumie, lakini kwa kituo kiko hapa na huduma zote zitakuwa hapa, hatuna neno juu ya serikali, hatuna baya juu ya serikali yetu, labda ajitokeze mtu mwingine ambaye hajafika maeneo haya ya kuangalia matukio yanayoendelea sisi kama wamama sisi kama mabinti tunategemea fursa hapa. Sisi kama wamama tunategemea kujifungua hapa, na wababa ninajua wana neno juu ya hichi kituo, kwa sababu walichukua, wanakipata, wanakijua. Huwezi kumtoa mama kwenda kujifungua kituo cha Kibakwe hujafunga laki moja na nusu. Haendi. Haendi, lakini kwa hapa pikeni uje, hata kama waulezi anakuja kunywa hapa, hapa ni rahisi. kwa hiyo tutatoa machozi tutatoa furaha lakini, zaidi ni shukurani kwa ajili ya TASAFU, kwa ajili ya rais wetu, kwa ajili ya viongozi wetu.